Hey, mb yani, hey, yeah. Kumbe Mungu anaweza kuharibu sura yako na kuwekea sura kama hii jamani. Mwanamke alikuwa msubuu akicheza game anakaa exactly namna hii gana <laughs> ukaenda, ukaenda kwa muganga yangu, muganga yangu lisikia uwe, ukaenda kwa muganga yangu, muganga yangu wakakufanya maneno kwa namba

Sasa sikia mapaka zimanza kudinyana. Sikia mapaka za Kayole, ama mala metumana. Riswa, riswa, riswa, riswa. Kama mala mewatuma riswa, riswa, riswa. Hizo paka ikilianga.

Hakuna mtu anaweza nifukuza. Hakuna tajiri anaweza piga <laughs> mlango. Anaanza ati simu msika <laughs> <Yeah. laughs> imeenda. Hakuna huyu msana anacheka <laughs> <laughs> Kama huyu ndio ameniacha hapa, anacheka, anakufa. Comment section kila mtu kwa nyumba yake mnacheka na mnagani? Zaraza, if you have a smiling face, hata unalenda kuna mtu atajua. Usikuwe bitter all the time, nyakuwa is a therapist. Kama na lafu hithi nyakuwa, hauta kufa mapema, you will never get sick. I'm a therapist of many. Kama ito